Tuelekee gatuzi namba 25 ambapo uvamizi na visa vya wizi wa mifugo umezuka upya katika eneo la Samburu kaskazini na kuwatia wenyeji kiwewe kuhusu usalama wao. Mwandishi wetu Boniface Barasa anatuarifu zaidi Frederick. Nje ya makafani ya hospitali ya rufaa ya Samburu wakazi na viongozi wa Samburu kaskazini wamekongamana kupokea ripoti ya upasuaji wa mwili wa jamaa aliyeuawa katika uvamizi wa hivi majuzi eneo la Suyian Samburu kaskazini. Hapa wakazi wakilalamikia kuzuka upya kwa uvamizi wa wizi wa mifugo. E, serikali ichukue hatua kali dhidi ya wale ambao wamekuja kufanya uvamizi huu Saidi e, kurudisha mifugo e, ambayo imechukuliwa na hawa wakora. Ningependa kuambia waziri wetu Murkomen, mambo Baragoi haiendi vizuri vyenye tulikuwa tumekadiria inaendelea. Labda ripoti ambayo wanapewa si ripoti ambayo ni kamili. Sasa, mimi nitakueleza kama mwakilishi ya watu ambao wanaishi Baragoi, na mimi nasema mimi nimechaguliwa na Waturkana na nimechaguliwa na Wasamburu. Mambo kwa ground sio mzuri. Watu wawili waliuawa katika uvamizi huo na wanne kujeruhiwa. During the invasion, we lost two lives. We lost one to, uh, Samburu herder and, uh, one bandit. Not, not yet identified. We also encounter, encountered four injuries. Currently, security personnel are pursuing the stolen goods. Zaidi ya yote tunataka amani area hiyo na community hizi zote wakutanishwe na wazee watolewe. Hakuna mahali wazee wana wanaweza kukosa kufaulu, unless tu hakuna efforts ambayo inapatiwa na serikali. Wazee wakiamua na serikali, jambo hilo litakuwa soft. Aidha viongozi hao wanaitaka serikali kulipa fidia familia za waathiriwa. I need justice. Na sio tu hata hii incident peke yake. Wale watu wote wameuawa Baragoi. Hatujaipata justice hata kifo moja. Hata hatujai yani the hatujai solve even a single cold murder case in Baragoi. What is so unique about Baragoi? Lakini watu wakiuawa Nairobi, wakubwa wakiuawa Nairobi, within two days wametrace mtu amepatikana mwenye amefanya hiyo mauaji. Vikosi vya usalama vimethibitisha kuzidisha doria maeneo hayo ya kuwasaka wahalifu na kurejesha hali ya utulivu. Visa hivi vinapoibuka upya vinaibua hali ya wasiwasi miongoni mwa wafugaji maeneo hayo, wakielezea haja wazee kuwa mstari wa mbele kuendeleza mazungumzo ya maridhiano. Bonfas Barasa, runinga Citizen, makafani ya hospitali ya rufaa gatuzi la Samburu. Tutaje hapa Nairobi ambapo